Ujambo kwa mara nyingine tena, mtazamaji wa Zone Media, karibu sana tujuzane yale ambayo yanatufikia katika meza yetu ya habari. Taarifa inasema kwamba vyombo vya usalama vya Israel vimemkamata mwanaume mwenye umri wa miaka 27 anayeishi Tel Aviv kwa tuhuma za kuwasiliana na maafisa wa kijasusi wa Iran kupitia mtandao wa kutekeleza mission walizompa kwa malipo, kwa mujibu wa taarifa ya pamoja ya shirika la usalama la ndani Shinbet na polisi wa Israel Malipo hayo yalifanyika kwa kutumia sarafu za kidijitali cryptocurrency. Uchunguzi unaonyesha kuwa mtuhumiwa alipiga picha maeneo mbalimbali yaliyotajwa awali na mawakala hao, ikiwemo jumba la makumbusho la Tel Aviv, bustani ya Abramovich katika eneo la Baville pamoja na eneo lililokuwa limepigwa na kombora katika mtaa wa Jabotinsky Ramat Gan huko Tel Aviv. Kazi hizi ambazo zinaonekana za kawaida kwa nje zinaelezwa kuwa ni mbinu ya taifa la Iran ya kujenga mafaili ya kiintelijensia na kupima utiifu wa wakala anayejaribiwa. Inadaiwa mtuhumiwa alipokea maelfu ya shekeli zilizotumwa kwenye pochi za sarafu za kidijitali mtu. Huyo sasa anachunguzwa kwa makosa yanayohusiana na mawasiliano na mawakala wa kigeni na uhalifu mwingine wa usalama wa taifa. Tukio hili linaendana na mtindo unaojirudia. Idara za ujasusi za Iran zimekuwa zikipata Waisrael kwa njia ya mitandao ya kijamii zikiwalipa pesa taslim au crypto kwa kazi za upelelezi, propaganda na utoaji taarifa. Mara nyingi huanza kwa majukumu madogo kama kupiga picha maeneo yasiyoonekana ya umuhimu kabla ya kuwatuma kwenye malengo makubwa na nyeti zaidi. Katika mwaka uliopita, Israel iligundua na kuvunja mitandao kadhaa ya mawakala wa mitandaoni ikijumuisha watu binafsi wasiojuana wakiwemo vijana wadogo na watu wanaotumiwa kwa njia ya mtandao. Sababu ya umuhimu wa tukio hili ni kwamba malipo madogo kupitia cryptocurrency hurahisisha mawakala wa kigeni kujaribu na kutumia watu kisha kuwatelekeza bila kuacha vielelezo vya kifedha vinavyoweza kufuatiliwa. Hivyo, Israel imeongeza juhudi za kukabiliana na ujasusi na kuonya umma juu ya watu wanaojitokeza mtandaoni na, na kutoa kazi rahisi za kupiga picha au kukusanya taarifa. Majina ya mtuhumiwa na hatua za kisheria zitakazofuata bado hazijatangazwa, huku uchunguzi ukiendelea na uwezekano wa kukamatwa kwa watu zaidi kutokana na uchambuzi wa nyaraka na taarifa za kidijitali. Kesi hii inaonyesha mwelekeo mpya wa vita za kijasusi kati ya Israel na Iran, unaohamasishwa kwenda maeneo ya kiraia na mtandaoni. Badala ya kutumia mawakala wanaopangwa kwa muda mrefu, Irani inachagua kuwafikia raia wa kawaida kupitia mitandao ya kijamii, jambo linalopunguza gharama na hatari kwa upande wake. Kutumia cryptocurrency kunarahisisha kuficha alama za malipo na kufanya uhusiano huo uonekane kana kwamba ni shughuli za kawaida za kidijitali. Majukumu yanayotolewa yanaonekana madogo, lakini kwa mtazamo wa kiintelijensia ni hatua za awali za kutengeneza ramani za malengo ya baadaye. Hii inaendana na mkakati wa Iran wa kujenga mtandao mpana wa watu wanaoweza kutumika kama watoa taarifa bila wao kujua malengo makubwa ya mwisho. Israel, kwa upande mwingine, inakabiliwa na changamoto ya ugumu wa kutofautisha uzalendo wa raia wake na udhaifu wao wa kiuchumi au kijamii ambao unaweza kufanya wawe rahisi kushawishika. Kwa ujumla, tukio hili linaonyesha jinsi migogoro ya Mashariki ya Kati imebadilika kutoka vita vya wazi hadi mashambulizi ya kimyakimya ya taarifa, rekodi, picha na sarafu za mtandaoni. Hivyo mapambano haya hayaamuliwi tu na silaha, bali pia na uwezo wa kuzuia na kugundua uingiliaji wa kidijitali mtazamaji wa Zone Media punde tu nimetoka kukuripotia taarifa ambayo ilikuwa ikielezea kwamba vita huenda vikatokea katika nyakati zijazo. Sasa taifa la Iran limejionyesha wazi kabisa kwamba kumbe linajiandaa na mkakati madhubuti wa kuweza kufanya mashambulizi katika taifa la Israel, kwa sababu wameanza kutumia raia wa Israel kupitia mifumo maalum ambayo inatumia malipo ya kidijitali ili basi waweze kusambaza picha zao kwa kuwalipa pesa yani, wapige picha katika maeneo ambayo watawaelekeza kisha watume katika taifa la Iran. Sasa basi, kwenye mfumo wa kimtandao, kwenye masuala ya udukuzi, usalama wa mitandaoni katika taifa la Iran na taifa la Israel wamekuwa wakiwindana usiku kucha, yani mara nyingi sana zimeripotiwa taarifa nyingi zikieleza kuna matishio mengi ya kimtandao kati ya mashirika kijasusi yaliyoko nchini Iran na mashirika kijasusi ambayo yanafanya kazi katika taifa la Israel likiwemo shirika la Mossad na Shinbeti. Sasa basi, hii inaonyesha wazi kwamba kumbe kumekuwepo na zile tamaa za raia wa Israel ambao wamekuwa wakipokea pesa za hongo kutoka katika taifa la Iran ili kuweza kutoa taarifa za siri katika taifa la Israel, kitu ambacho ni jinai kubwa kwa taifa la Israel chini ya uongozi wa waziri mkuu Benjamin Netanyahu, kuweza kutoa taarifa za siri katika taifa hilo, unaweza kunyongwa kabisa kama ukibainika. Sasa mtu huyu mwanaume mwenye umri wa miaka 27 yeye amekamatwa na anashikiliwa hivi sasa, akiojiwa kwa kina kwamba huo mtandao wa kijasusi ambao ameunganishwa nao kutoka moja kwa moja nchini Iran na kuweza kutuma picha kisha kupewa shekeli za kutosha yaani kulipwa pesa kupitia cryptocurrency mfumo wa kidijitali huo wa malipo, inaonyesha wazi kwamba taifa la Israel siyo salama tena, lakini vile vile hata taifa la Iran mbinu zake zimeanza kugundulika kwa taifa la Israel, Waisrael sasa kupitia mashirika yake ya kijasusi hususan shirika la ndani la Shinbet ambalo linahusika na ujasusi katika ndani mwa Israel linaweza kuamka sasa na kuanza kukaa macho masaa 24 kuweza kuangalia usalama wa taifa upo katika hali gani na unaelekea katika hali gani na kitu gani ambacho kinafanyika katika taifa hilo. Mashirika ya kijasusi ya taifa la Iran yamejipanga kwa kiasi kikubwa sana. Miezi kama miwili nyuma, Iran iliweza kuripoti kutoa nyaraka za vituo vya nyuklia vya taifa la Israel ambavyo vimeweza kudukuliwa, hizo yani nyaraka zimeweza kudukuliwa kwenye vita ile ya siku 12 yani, Israel sijui walifanya uzembe gani, na taifa la Iran kupitia intelijensia yao kubwa ambayo inazidi kukua na inaonekana kuwa hatari kwa usalama wa Israel, waliweza kudukua nyaraka hizo, kitu ambacho kilileta mpasuko mkubwa katika serikali ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Lakini idara za usalama zilikuwa kwenye shinikizo kubwa la hatari kwamba ni nani ambaye amefanya uzembe wa kuweza kuvujisha nyaraka hizi, au mfumo gani ambao umeweza kuingiliwa na taifa la Iran kuweza kudukua nyaraka hizo. Sasa basi kutokana na hayo yote sasa hivi, kupitia hii taarifa ambayo inaeleza wasiwasi mkubwa dhidi ya taifa la Israel na wananchi wake na usalama wa ndani, kwamba hata pia umo ndani mwa taifa hilo, kumekuwepo na wananchi ambao wamekuwa wakihongwa pesa, wakipokea pesa kutoka katika taifa la Iran ili kuvujisha siri ambazo wanazivujisha kwa kupiga picha, kwa kutoa baadhi ya taarifa muhimu za siri katika taifa hilo, kuzipeleka moja kwa moja nchini Irani. Na Irani wao wanaingiza kwenye faili lao kwenye masuala ya kiintelijensia, kwamba tunapoenda kufanya mashambulizi basi tutaanzia pale, tutaenda pale, tutagusa pale, tutagusa na pale. Ni kawaida kwa mashirika makubwa ya kijasusi katika mataifa haya kuchunguzana, kwa sababu ni mataifa ambayo yamekuwa kwenye msuguano toka enzi na enzi hadi hivi sasa, msuguano ukizidi kuongezeka, viongozi wake wamekuwa wakiishi katika mashinikizo makubwa, huku usalama wao ukiwa ni mkubwa zaidi kutokana na matishio ya kiusalama katika mataifa haya. Mtazamaji, nimekuleta taarifa hii kwa undani zaidi, imebidi nikuchambulie, ili nikuelezee uhalisia jinsi gani ambavyo taifa la Iran na taifa la Israel wamekuwa wakiishi nyakati zote, na hata hizi taarifa ambazo zimeweza kutokea hapa, basi hazijaanza leo, zilikuwepo na zitakuwepo katika nyakati zote katika mataifa kama haya ambayo yamekuwa kwenye msuguano mkubwa wa kiusalama. Usisahau kusubscribe channel yetu, kulike video zetu, kukomenti pamoja na kushare, wakati wote hapa hapa Zone Media.